timia saa 12 asubuhi Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga katika Amka na BBC asubuhi hii. Mamlaka ya Israel yasema timu kutoka Misri na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu zimeruhusiwa kutafuta miili ya marehemu waliotekwa wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Waandamanaji wapambana na vikosi vya usalama katika miji kote nchini Cameroon siku moja kabla ya matokeo ya uchaguzi wa rais kutangazwa. Huko Tanzania matumaini na wasiwasi vinachanganyika huku visiwani Zanzibar wakihitimisha kampeni za uchaguzi mkuu. tutaendeleza ujenzi wa nyumba bora za makazi, nyumba za maendeleo, ili wananchi waishi katika nyumba nzuri zaidi, na wale ambao watakuwa na uwezo, tutaziuza baadhi ya nyumba hizi kwa gharama nafuu. lakini kwanza muktasari wa habari za dunia na jamhuri mwa vyombo. Shukran Martha na karibu msikilizaji. Wafuasi wa chama cha rais wa Argentina Javier Milei wako kwenye sherehe baada ya kushinda uchaguzi wa katikati ya muhula kwa asilimia 40. Umetajwa kuwa ushindi mkubwa kwani wameongeza pia viti vingine sita bungeni. Milei aliingia madarakani kwa sera za kubana matumizi ya serikali ambapo zimeungwa mkono waziwazi wazi na rais Trump. Wakati wa kipindi cha kampeni Rais Trump alimpa msaada wa dola bilioni ishirini Rais Milei na kuahidi fedha zaidi iwapo atashinda kura hizo. Umoja wa Mataifa umetoa wito, maelfu ya waathiriwa wa vita huko El Fasha waruhusiwe kuondoka kwa usalama. Waathiriwa hao wamekwama baada ya vikosi vya RSF kutangaza kwamba sasa vina udhibiti kikamilifu mji huo wa kusini magharibi mwa Sudan. Filis Mwate anayo maelezo zaidi. Mkuu wa kitengo hicho cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na misaada ya kibinadamu Tom Fletcher amesema maelfu ya waathiriwa wa mashambulio ya vikosi hivyo vya RSF vilivyotokea eneo la mwisho lililokuwa linadhibitiwa na majeshi ya Sudan huko El Fasher wameshindwa kuuhama mji huo kwa sababu za kiusalama, kwani wanahofia maisha yao. Ametoa wito kwa waathiriwa hao waruhusiwe kuondoka kutoka eneo hilo hatari. Vita hivyo vya Sudan vilivyodumu miaka miwili sasa vimesababisha mauaji na majeraha kwa wengi wasio na hatia huku mamilioni wengine wakilazimika kuyahama makazi yao. Watu wanne wamefariki katika makabiliano baina ya polisi na waandamanaji huko mjini Duala, Cameroon. <tune> wafuasi wa mgombea wa chama cha upinzani kinachoongozwa na bwana Isa Chiroma wamekuwa wakiandamana kupinga kile wanachodai ni wizi wa kura zao. Matokeo ya uchaguzi huo wa tangu Oktoba 12 yanatarajiwa kutangazwa baadaye hii leo. Iwapo mgombea wa urais wa chama tawala Paul Biya ambaye ameitawala Cameroon kwa zaidi ya miaka 40 ndiye atatangazwa mshindi, na ndiye rais aliye na umri wa juu zaidi duniani akiwa na umri wa miaka 92. Na mkuu wa sheria wa Venezuela amesema hamna shaka yoyote kuhusu nia ya rais Trump kutaka kuipendua serikali ya Venezuela na hata kuitawala kikoloni. Hata hivyo, katika mahojiano yake na BBC Bwana Tarek William Saab amesema Trump anapaswa kujua kwamba kwa, kwa miaka mingi CIA imekuwa ikijaribu kufanya hivyo kwa kila hila na mbinu, lakini zina feli. Hii ni BBC. muktasari wa habari za dunia umewasilishwa kwako na jamhuri mwa vyombo akiwa studio zetu Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio shirika nchini Tanzania ni pamoja na Capital FM na bomba FM, Zenji FM zenji visiwani Zanzibar, Kenya ni mwenedu, mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, nchini DRC redio muungano Beni na internet katika bbc swahili.com. matangazo haya pia tunapeperu sha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Mamlaka ya Israel imesema timu kutoka Misri na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, ICRC zimeruhusiwa kutafuta miili ya marehemu waliotekwa nyara wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023. serikali ya Israel imesema timu hizo zimeruhusiwa kutafuta kwa kiwango cha hali ya juu katika eneo linalodhibitiwa na jeshi la ulinzi la Israel huko Gaza siku ya Jumapili. Vyombo vya habari vya Israel viliripoti kwamba wanachama wa Hamas pia wameruhusiwa kuingia katika eneo linalodhibitiwa IDF huko Gaza kusaidia msako huo pamoja na timu za ICRC. Zaidi na David Inkia, Hamas imewahamisha mateka 15 kati ya 28 wa Israeli waliofariki chini ya awamu ya kwanza ya makubaliano kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, ambayo yanaitaka kukabidhi miili yote ya mateka. Kundi hilo limesema sasa linashirikiana na, na mamlaka za Misri katika kufanya hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump tayari ameonya Hamas kuanza kurejesha miili haraka au nchi yingine zinazohusika katika amani hii zitachukua hatua kali. Mwakilishi wa shirika la msalaba mwekundu amesema kwamba kwa sasa jambo muhimu ni kufungua vivuko vyote kuingia Gaza. La muhimu zaidi litakuwa ni kufungua tena ukanda wa matibabu katika ukingo wa magharibi na hospitali za Jerusalemu Mashariki, na bila shaka tunataka kifungo cha Rafa kufunguliwa ili kusaidia kuhakikisha hilo, wagonjwa wenye uhitaji wanaweza kwenda Misri. Msemaji wa Israel amesema timu ya Misri imeruhusiwa kufanya kazi na ICRC kutafuta miili hiyo na itatumia mashine za kuchimba visima na lori kutafuta katika maeneo yenye mazingira magumu. Misri katano Turuki ni mtia saini mkuu wa mpango wa amani wa Gaza ulioratibiwa na Trump, ambao ulitoa saini katika mji wa Sharm el Sheikh wa Misri mapema mwezi huu. Hatua hii inatajwa kuungwa mkono na ndugu wa marehemu wakitamani kuwapa mazishi ana jamaa zao ambao walikufa katika vita hivi. Taarifa yake David Nkya. Tuelekee Sudani. Kundi la wanamgambo Rapid Support Forces, RSF, nchini Sudani limesema kuwa limefanikiwa kuteka makao makuu ya jeshi la Sudani katika mji wa Al Fashir, ngome ya mwisho ya jeshi hilo katika eneo la Darfur magharibi mwa nchi hiyo. Video iliyochapishwa na RSF imeonyesha wanajeshi wake wakishangilia mbele ya bango la kambi ya jeshi la 6 infantry. Jeshi la Sudan halijatoa tamko lolote kuhusu hali yake ya sasa katika eneo hilo. Zaidi na beldin waliaula. Mapigano yameongezeka katika mji wa El Fasher katika jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan baada ya kikosi cha Rapid Support Forces RSF kusema kuwa wameuteka tena mji huo na kuteka kambi kuu ya jeshi la Sudan. Katika taarifa waliochapisha kwenye mitandao ya kijamii, RSF wamesema wameharibu magari mengi ya kivita ya jeshi la Sudan na kuteka silaha zao zilizokuwa katika makao makuu ya kambi ya kijeshi ya El Fasher. Kupoteza kambi hiyo ni pigo kubwa kwa jeshi la Sudan wakiwa na mdogo wa mji wa ElFasher huku RSF ikidhibiti maeneo mengi katika mji huo. Jeshi la Sudan bado halijatoa tamko lolote kuhusu tukio hilo. Kundi la RSF limekuwa likizingira mji wa ElFasher kwa zaidi ya miezi 18 huku ikiwashambulia raia pamoja na wanajeshi wa serikali ya Sudan. Zaidi ya raia laki tatu wameathirika na vita hivyo katika mji huo. Baada ya shambulio hilo na mji huo kuzingirwa na kikosi cha RSF, jeshi la Sudan limekuwa likipata ugumu kuwatuma wanajeshi zaidi na silaha eneo hilo. Kuteka mji wa El Fasher ni ushindi mkubwa wa kijeshi na wa kisiasa kwa kundi la RSF na huenda ukaleta mgawanyiko wa taifa hilo kwa kuwapa fursa RSF kudhibiti eneo zima la Darfur na kuifanya kwa makao makuu ya serikali ya mbadala walioizindua mapema mwaka huu. El Fasher ndio ulikuwa mji mkubwa pekee chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan. Sasa kundi la RSF linadhibiti eneo kubwa la Darfur na Kordofan. Mapigano hayo yakiendelea, raia wa Sudan wanakumbwa na hali mbaya ya kibinadamu ikiwemo baa la njaa, huku RSF ikilaumiwa kutekeleza uhalifu wa kivita. Ni Beldin Waliaula. Sekta ya uchimbaji madini nchini Kamerun inachangia takriban asilimia nne ya pato la taifa, huku mafuta na gesi vikiongoza sekta hiyo. Hata hivyo, uchimbaji wa madini bado haujaendelezwa vya kutosha. Wachimbaji wengi ni wadogo wadogo na wakienyeji wanaofanya kazi bila zana za kisasa au mbinu bora za uchimbaji, jambo linalowaweka katika mazingira hatarishi na kuwafanya wakabiliwe na changamoto za kiafya. Mwandishi wa BBC Ponjia ametembelea mgodi wa dhahabu mashariki mwa Kamerun kushuhudia maisha na simulizi za wanawake wanaofanya kazi migodini na taarifa yake inawasilishwa. Na ni katika vitongoji mashariki mwa Cameroon, wachimba migodi wanatafuta dhahabu katika mgodi wa Kambele. Eneo hili ni pana na limejaa mabonde, machimbo yaliyo wazi na hatari kwa maisha ya wa wachimba dhahabu, lakini mamia ya watu wanaofanya kazi katika mgodi huu hawaogopi hilo ikiwemo wanawake, ikiwa ndio sehemu si pekee ya kupata kipato kwa familia nyingi. Modestine Apoma, ambaye ni mjane na mama wa watoto watatu, anasema mazingira ya kufanya kazi hiyo ni magumu sana. Kitambo kifanya kazi, tulikuwa tunatumia mikono hakukuwa na hatari sana kama ilivyo sasa, kwani kuna mabwawa mengi yamejaa maji. Tunachimba shimo kiasi, kisha tunapata faida, hicho ndicho cha muhimu. Katika eneo lingine la kuchimba dhahabu wanasaga mawe, huku akina mama wengine wakiosha unga wa mawe uliosagwa kujaribu kupata dhahabu karibu na eneo alilokuwepo an kuna wanaume ambao wanatumia zebaki iliyo hatari kwa afya ya binadamu. Wanaume hawa wamemwaga madini yao kwenye bakuli na wanaiosha kwa mikono yao wakitafuta dhahabu. Licha ya wataalamu kuonya kuhusu athari za kutumia zebaki, wachimba migodi hawatilii maanani. Matokeo yake amefanya baadhi yao kuishi kwa majuto. Mmoja wao ni Solange Mbele mwenye umri wa miaka arobaini ambaye aliacha kazi migodini baada kupata ya kupata matatizo Kuona. Wakati nilikuwa nasafisha dhahabu migodini zebaki liniingia machoni. Ndiyo maana nimeacha kufanya kazi karibu mwaka mzima sasa. Daktari alinielezea kuwa ni zebaki liniingia machoni. Dr Raf Obase, mtaalamu wa afya na usalama wa umma mjini Yaounde, amekuwa akitoa wito wa kudhibiti matumizi ya zebaki katika migodi. Alichapisha matokeo ya utafiti wake ambao ulifichua athari za matumizi ya zebaki kusafishia dhahabu. Tuliamua kuangalia walioathirika na zebaki kutumia sampuli za nywele. Zebaki ambayo ipo mwilini mwako inaweza kupatikana kwenye nywele na ina uwezo wa kuishi kwa miaka mingi. Asilimia 72 ya watu wanaotumia zebaki katika uchimbaji wa dhahabu walipatikana na madini hayo kwenye nywele za licha uchimbaji huo madini kuwa na athari nyingi, kwa wengi wao hiyo ndio njia pekee ya kupata kipato. Na taarifa hii inatupeleka viwanjani kwake, Filis Mwate. shukran sana martha nikivalia jezi nambari saba na shuka viwanjani namna hii wikendi hii kwenye premier league mambo yamepamba moto sunderland waliwacharaza chelsea magoli mawili kwa moja kule stamford bridge brentford nao wakawazima liverpool kwa mabao matatu kwa mawili huko manchester united wakitakata nyumbani kwa ushindi wa magoli manne kwa mawili dhidi ya brighton sasa arsenal waliendelea na mwendo mzuri kwa ushindi wa bao moja kwa sufuri dhidi ya crystal Palace na Tottenham Hotspur wakatoka kifua wa mbele baada ya kuichapa Everton mabao matatu kwa sufuri. Kwa sasa, ingawa ni mapema, wadadisi wanasema kwamba vita vya ubingwa vinaonekana kuwa ni kati ya Arsenal Manchester United au Tottenham, huku wakikuwa na wasiwasi kwa ni Liverpool wameanza kuyumba, lakini kwenye mchezo wa soka lolote laweza kutokea. Ni mapema sana kuanza kukadiri hilo. Na sasa tuende Hispania kwenye mechi iliyosisimua ya El Clasico, Real Waliibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Barcelona. Bao la kwanza liliwekwa kimiani na Kylian Mbappe. Barcelona nao wakasawazisha kupitia Fermin Lopez, lakini mshambuliaji Jude Bellingham akaamua mchezo kwa bao la pili la Real Madrid. Mchezaji wa jazi namba 8 Pedri wa Barcelona alionyeshwa kadi nyekundu na Real Madrid walionekana kudhibiti mchezo hadi mwisho wa ushindi wao lakini, licha ya ushindi wa Real Madrid, mambo yanaonekana kuzidi kutokota eh? Kati ya Vinicius Junior na kocha Xabi Alonso. Namba saba huyo aliguna na kulalamika baada ya kupumzishwa mnamo dakika ya sabini na mbili na, na kocha wake anasema kwa sasa wanafurahia matokeo ya ushindi, kisha bila shaka itambidi yeye na Vini wawe na mazungumzo muhimu. Na kwenye mashindano ya Formula 1 nikimalizia, Lando Norris wa McLaren alichukua uongozi wa ubingwa kwa mara ya kwanza tangu Aprili kwa ushindi mkubwa katika Mexico City Grand Prix. Sasa Norris anaongoza ubingwa kwa point moja pekee kutoka kwa mwenzake Oscar Piastri na Max Verstappen wa Red Bull ambaye alimaliza watatu nyuma ya Charles Leclerc wa Ferrari yuko point 36 nje ya uongozi, zikiwa zimesalia mbio nne. Martha ni kuambia wachamini malizie hapo, kwani nikizidisha itakuwa chungu.